Kitu cha tofauti ambacho kampeni ya Mama Samia Legal Aid imekiongezea baada ya serikali kusimamia, tunaanzia kule kwa wale ambao hawafikiki hata kidogo, ndani kabisa, kwa sababu hata wakili akifanya alikuwa anafanya kwa wale mazingira ambao anafika kwa wepesi bila kutumia nguvu kubwa, lakini Mama Samia Legal Aid inaanzia kwa wale ambao hawafikiki kirahisi na huduma za kisheria. Kuja mjini, mheshimiwa rais ameamua kutumia gharama yake kumsaidia mwananchi. Kwa hiyo, na mwananchi naye, wito wangu kwake ni kujitokeza, kutaja matatizo ambayo, kwa sababu tutakuwa na wataalamu mbalimbali. Kwa hiyo, wataalamu wapo kwa ajili ya kutoa huduma. Kwa hiyo, wananchi wajitokeze kwa wingi, wataje, kama una changamoto njoo tukusaidie, ili mwisho wa siku sasa tupate haki, tupate uh, amani tupate utulivu na itasaidia katika wananchi hawa kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kwa lugha nyepesi hii, ni au utoaji wa msaada wa kisheria au huduma ya kisheria ni maeneo ambayo kwa mtazamo wangu ninaona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anajitahidi haswa, kwa hichi alichokianzisha cha kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia, kwa sababu nimejaribu ku angalia na kufanya tathmini kidogo kwa maeneo ambayo nimeshiriki kwenye kampeni hii, idadi ya wananchi wanaojitokeza, namna wanavyohudumiwa, aina ya matatizo walionayo na namna yanavyotatuliwa, kwa namna moja ama nyingine, imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa Watanzania, haswa Watanzania wale ambao hawana uwezo wa kulipia gharama za mawakili. Wakati tunaanza hii kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign, tulipokuwa tunakwenda uwandani katika kuwafikia wananchi, tulikuwa na maelekezo viongozi wakuu wa serikali, akiwemo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati anazindua aliagiza tutumie tehama katika kuhakikisha kwamba tuna, tunaipata ile migogoro yote na tunaweza kuifuatilia, lakini pia tuje na namna nzuri ya kuwezesha wananchi kuwasilisha changamoto za kisheria walizonazo kufika wizarani ili wanasheria wa wizara sasa waweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo, kutoka pale tumekuwa tukiwezeshwa na serikali na uongozi mzima wa wizara kuhakikisha tunaimarisha mifumo yetu ya tehama tuliyokuwa nayo ili tuweze kuwafikia wananchi kwa haraka na kwa wakati kama vision na mission ya wizara yetu inavyosema, na nikisema mission na vision inamaanisha dira nzima ya wizara yetu ya Katiba na sekta ya sheria kwa ujumla. Ninamwambia mama kwamba awe na amani, watumishi wake tuko uwandani kufanya kazi, na tunamwakilisha kikamilifu katika kufanya kazi hiyo, na kwamba kuna mapokeo mazuri sana. Watu wanafikiri hili jambo ni dogo, lakini ukifika uwandani, kwa kweli tatizo kubwa si migogoro tatizo kubwa ni uelewa wa kisheria. Ukikutana na watu mia moja ukawapa elimu ya kisheria wakaelewa vizuri, unakuta umesuluhisha zaidi ya migogoro themanini kwa kupata tu elimu. Anakuja kugundua kwamba kumbe ule si hata mgogoro, sikuwa tu nikifahamu sheria. Kwa hiyo namwambia mama aliwaza jambo zuri sana na maono yake kwa kweli yanasaidia wananchi kwa kiwango kikubwa sana na hata takwimu zinaonyesha hivyo. Mimi mi natoa rai kwa wale watu wote ambao wanapata fursa ya kuweza kutembelewa na timu hii katika kutoa huu msaada wa kisheria waweze kujitokeza. Mambo mengi yatatatuliwa kwa kupata elimu. Kwa mfano, unapomfundisha mtu kuhusiana na ardhi, unakuta mgogoro wake, alidhani ana mgogoro, kumbe akufahamu tu sheria inasemaje kuhusiana na ardhi masuala ya talaka, masuala ya ndoa, ukatili wa kijinsia, utawala bora. Wakati mwingine hakuna migogoro, ni ufahamu tu. Kwa hiyo sehemu kubwa ya kampeni hii tunatoa elimu kwa, tunavyotoa elimu, unakuta unasuluhisha mambo mengi sana ya wananchi. Hivyo mimi nampongeza sana Mama, lakini namwambia awe na amani, tunapiga kazi.